Wizara ya Sheria ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imeahidi kutoa dola milioni tano kwa yeyote atakayesaidia kumkamata Corneille Nangaa, kiongozi wa muungano wa mto Kongo, Bertrand Bisimwa na Sultani Makenga, viongozi wa kiongozi wa kisiasa na kijeshi wa vuguvugu la Machi 23. Watu wengine wawili ni waandishi wa habari wanaoishi uhamishoni ambao pia wanalengwa atakayewakamata akiahidiwa zawadi ya dola milioni nne. Viongozi hao wa waasi walishtakiwa bila ya kuwepo mahakamani na kuhukumiwa adhabu ya kifo mwezi Agosti mwaka wa jana na mahakama ya kijeshi mjini Kinshasa kwa uhalifu wa kivita na kusababisha uasi na uhaini. Habari za tangazo la Wizara ya Sheria ya Kongo zimetapakaa taarifa hiyo ikitolewa mwezi Machi tarehe nane mwaka elfu mbili na ishirini na tano. Na kama umekuwa ukifuatilia habari za hivi karibuni kuhusu mzozo wa kivita kati ya serikali ya DRC na waasi wa M23, hasa baada ya wasi hao wanaungwa mkono na Rwanda kuteka mji wa Goma, bila shaka jina la Colonel Nangaa halitakuwa geni masikioni. Kauli zake kali zimekuwa zikigonga vichwa vya habari, hususani pale aliposema lengo letu la mapigano si Goma wala Bukavu bali ni Kinshasa, chanzo cha matatizo yote. Akiwa mkuu wa muungano wa Kongo River Alliance CRA, ambao ni washirika wa, wa M23 wanaoungwa mkono na Rwanda, Corneille Nangaa Yubelu ameteka miji ameteka miji muhimu ya mashariki mwa DRC ikiwa ni pamoja na mji muhimu wa Goma. Nangaa si mtusi na wachambuzi wanasema analeta sura tofauti zaidi ya Wakongo kwenye kundi hilo. Siyo mgeni katika siasa za DRC. Mwaka elfu mbili na kumi na tano aliteuliwa kuwa mkuu wa tume ya uchaguzi ya DRC chini ya utawala wa Rais Joseph Kabila, na mwaka elfu mbili na kumi na nane aliongoza uchaguzi uliogubikwa na utata wa wizi wa kura uliomuweka madarakani rais wa sasa Felix Chilombo Shisekedi. Lakini swali kuwa kwa nini Nangaa aliuasi utawala wa Kinshasa baada ya kuondolewa madarakani kama mkuu wa tume ya uchaguzi mnamo 2021, Nangaa alionekana kutofurahi uamuzi huo. Alisema atagombea urais katika mwaka 2023. Lakini baada ya mabishano ya hadharani na rais Shisekedi kuhusu madai ya makubaliano ya awali yanayohusishwa na uchaguzi wa elfu mbili na kumi na nane na akatangaza kuunda muungano wa kumwondoa madarakani rais wa DRC. Aidha, kutoelewana na mamlaka ya Kongo, ikiwa ni pamoja na mzozo kuhusu kibali cha uchimbaji madini, kulimfanya Nangaa kukimbilia uhamishoni nchini Kenya. Mnamo mwaka elfu mbili na ishirini na tatu alijiunga na Congo River Alliance, muungano wa kisiasa na kijeshi ukijumuisha vyama kumi na saba na vikundi vya waasi vinavyopinga serikali ya Shisekedi na kuwa mwanasiasa mkuu wa muungano huo. Kando na uchimbaji madini, malalamishi yake pia yanamiminika kuwa yanatokana na kukataa kwa Rais Shisekedi kukataa kumtetea ili Marekani imuondolee Nangaa kwenye orodha yake ya vikwazo, kulingana na Christian Moleka, mtaalamu wa siasa katika taasisi ya wataalamu ya mtazamo wake kwamba alitendewa vibaya na mamlaka ndiyo ulimsukuma kuelekea kwenye siasa kali, Moreka aliambia shirika la habari la AP. Nangaa ambaye alizaliwa tarehe tisa Julai mwaka elfu moja mia tisa na sabini katika eneo ambalo kwa sasa linaitwa mkoa wa haut-uele nchini DRC alianza kazi yake mbali na uwanja wa vita. Alisomea uchumi katika chuo kikuu cha Kinshasa kabla ya kufanya kazi na mashirika ya kimataifa likiwemo shirika la maendeleo la Umoja wa Mataifa, UNDP. Ushirika wa Nangaa na M23 umeonekana kuwa wa faida kwa waasi hao kwa kuleta sura ya kisiasa ndani ya kundi hilo la wapiganaji kutokana na uzoefu wake wa siasa na kurai umma wa Kongo kuwaunga mkono waasi hao kauli zake kali na za moja kwa moja kwa serikali ya Kinshasa zimemfanya kuwa maarufu na kwa baadhi ya wa Wakongo vyombo vya habari vya ndani na vya kimataifa. Katika mkutano na waandishi wa habari kutoka Goma, alisisitiza kwamba Shisekedi hajawahi kushinda urais kihalali na akasema, ikiwa nimemuunda mnyama huyu nadhani ni juu yangu kumshinda yeye. Na washirika wake wameweka wazi kuwa lengo lao kuu ni kunyakuwa mamlaka huko Kinshasa. Baadhi ya Wakongo wanamwamini kwa sababu wametoka upande wa serikali, wanamsikiliza sana, wanasema anajua siri za serikali kwa sababu amekuwa upande wa serikali. Mmoja wa wakimbizi wa kutokea eneo la Bunia, DRC, anayeishi Nairobi kwa sasa aliambia BBC mkakati wake unaonekana si wa kijeshi tu, bali pia wa kisiasa, na anatafuta kuungwa mkono zaidi na jamii ya Watusi ambayo kihistoria inahusishwa na M23. Safari ya kupanda mamlaka ya Nangaa ilianzia wapi hasa? Mafanikio ya mchumi huyu yalianza mwaka elfu mbili na kumi na tano alipoteuliwa kuwa rais wa tume huru ya kitaifa ya uchaguzi CENI, chini ya rais wa wakati huo Joseph Kabila aliwajibika kuandaa uchaguzi uliocheleweshwa wa mwaka elfu mbili na kumi na nane na akamtangaza Felix Tshisekedi mshindi kwa njia ya kutatanisha. Muda wake katika seneti uliisha mwaka elfu mbili na ishirini na moja huku kukiwa na madai ya udanganyifu katika uchaguzi na vikwazo vya Marekani kwa kuhujumu uchaguzi wa DRC. Sasa Nangaa, kwa nini aligeuka serikali ya Kongo? Awali akihusishwa na wasomi wa nchi hiyo ndani ya utawala, lakini baadaye Nangaa alijitenga na rais Shisekedi kabla ya uchaguzi wa mwaka 2023. Na t Nangaa alisema kuwa matokeo ya 2018 yalibadilishwa katika makubaliano ya siri kati ya Shisekedi na Kabila, jambo ambalo Shisekedi anakanusha. Mnamo Agosti 2023, Nangaa aliibuka tena kama mhusika mkuu katika mizozo ya kivita ya DRC akizindua CRA, muungano wa vyama 17 vya kisiasa, vikundi viwili vya kisiasa na wanamgambo wenye silaha Miongoni mwao lilikuwa ni Machi ishirini na tatu Movement, M23, kundi la waasi linaloungwa mkono na Rwanda. Nangaa amejiweka katika nafasi ya kiongozi, ya kiongozi katika uasi dhidi ya serikali ya Tshisekedi. Mzozo huo umesababisha vurugu kubwa huku zaidi ya watu 100 wakiuawa na mamia ya wengine wakijeruhiwa. Hospitali za Goma zimezidiwa na jiji linakabiliwa na uhaba wa maji na umeme. Juhudi za kidiplomasia za kukomesha mapigano zimepiga hatua kidogo, na vyombo vya kikanda kama vile jumuiya ya maendeleo ya kusini mwa Afrika SADEKI vinajadili iwapo vitaondoa vikosi vyao vya kulinda amani. Taarifa hiyo ilijiri mwezi wa Januari, taarifa za kuhukumiwa kifo kwa Nangaa na viongozi wengine mnamo Agosti mwaka elfu mbili na ishirini na nne mahakama ya kijeshi huko Kinshasa ilimhukumu Nangaa pamoja na viongozi kadhaa wa M23 kifo bila kuwepo mahakamani baada ya kuatia hatiani kwa mashtaka ya uhaini, uhalifu wa kivita na uasi. Marekani na Umoja wa Ulaya, EU, ziliweka vikwazo dhidi yake na muungano wake kwa kuchochea ukosefu wa utulivu na kujaribu kupindua serikali ya Kongo. Licha ya hukumu hiyo, Nangaa anaendelea kufanya kazi kwenye uwanja wa vita muungano wake unapanua ushawishi wake zaidi ya Kivu Kaskazini, huku ripoti zikisema analenga kupanua shughuli zake hadi eneo la Kusini Mashariki lenye utajiri wa madini, hususan Katanga ambako upinzani wa kisiasa dhidi ya Tshisekedi ni mkubwa. Hususan katika miji ya Goma, baada ya kudhibitiwa na waasi, Umoja Mataifa unasema watu takribani elfu saba wameyakimbia makazi yao katika miji, katika mji huo. Mji wa Bukavu sasa pia umeshachukuliwa na waasi hao M